Sasa wakati huu kabla katibu mkuu hajaondoka kuna jambo ambalo tulitaka alifanye, tulikuwa tumemwomba alifanye. Tunaye naibu katibu mkuu wetu anaitwa John Peter Lubuva, ametoa vitabu viwili vizuri sana. Jamani, bwana asifiwe! Na hivi vitabu vitakusaidia wewe, wewe kama kiongozi, hata kufundishia. Nashukuru kitabu hiki kimeshapitishwa kabisa hata katika kamati yetu nzuri ambayo inapitia uandishi wa vitabu vyote jamani, amina. Kwa hiyo kitakusaidia, vitakusaidia sana. Basi ni muombe katibu wetu mkuu afike tena hapa aweze kutuzindulia vitabu hivi, na vitakuwa tayari kwa ajili ya matumizi. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nimepewa heshima na Mchungaji Lubuva kupitia idara hii ya maombi taifa. Nizindue kitabu ambacho kina jina linalosema Ishi viwango vya ufalme wa Mungu kitabu cha maombi kinachomhusu mwombaji au maisha ya mwombaji. Mchungaji John Lubuva ni mchungaji kiongozi wa kanisa la TG Shalom International House of Prayer Usaliva kule Arusha. Amekuwa mtumishi katika kanisa la Tanzania Assemblies of God ngazi mbalimbali kama vile uangalizi wa sehemu ya Meru Kusini, katibu wa idara ya maandiko Jimbo la Arusha Mashariki, na kwa sasa ni mwinjilisti wa kitaifa na katibu na naibu katibu mkuu idara ya maombi taifa. Mchungaji Lubuva ana uzoefu wa miaka ishirini na mbili katika huduma ya maombi, maombezi na ukombozi eneo ambalo Mungu amekuwa akimtumia katika kuujenga mwili wa Kristo kwani amekuwa akizunguka nchi nzima kufanya mikutano ya injili semina na makongamano ya uamsho. Mchungaji Lubuva amepata elimu ya teolojia katika chuo cha NBC au Northern Bible College na amesoma kozi mbalimbali za mbali, uongozi na utawala pia Leadership and Administration Courses ndani lakini pia nje ya nchi. Mchungaji John Lubuva ni mume wa mke mmoja, Rebeka Lubuva, na Mungu amewabarikia na watoto wanne. Na kwa heshima hiyo ya kukiweka wakfu kitabu hiki, iseme ya kwamba hiki kitabu ni kitabu kilichohakikishwa katika utaratibu wetu kama kanisa. Sisi huwa hatunadi vitabu ambavyo ithibati yake hatuna uhakika nayo, na kwa sababu hiyo kanisa letu lime, limeunda kitengo kinachoitwa kitengo cha teolojia na fasihi ambacho kiko makao makuu ya kanisa letu chenye wataalamu wabobevu na mabingwa ambao kitabu hicho kinapofika mezani pao watakipitia neno kwa neno, ukurasa kwa ukurasa, sura kwa sura, na kuelewa maudhui yake na kuweka dhamana ya muhuri wao wa ithibati na kwamba kitabu hiki kinafaa na kinaweza kuwa kitabu kinachoweza kujenga mwili wa Kristo. Ukifungua tu ukurasa wa pili au wa tatu, hapa ukurasa wa pili tu utakutana na ukurasa mzima umetengwa na maelezo yanayothibitisha kwamba kitabu hiki ni kitabu bora kabisa cha maombi. Na kwa kweli tunahitaji vitabu vya maombi, na watu wanaoweza kuandika zaidi kuhusiana na maombi waandike. Hata mimi natamani kuandika sasa, ili tusiwe tunaishia na jumbe za madhabahu. Watu wameniambia, kwa nini usiandike mchungaji? Inaonekana una kwenye eneo la maombi ume, una ufunuo wa namna yake, weka hayo mambo kwenye maandishi. Mwenzangu amenitangulia yeye, ameshaandika. Kwa heshima hiyo, naomba sasa niweke wakfu aa, kitabu hiki. Waombe basi, viongozi kila mmoja ashike kitabu hiki, alafu simama hapa, mstari mmoja, alafu mimi nita itaviweka wakfu vitabu hivi na kutamka baraka maalum kwa ajili ya vitabu hivi. Simamili upande huu ili mwe, msiwe nyuma ya kamera muweze kuonekana okay. Kwa mamlaka niliyopewa Mjumbe wa Injili na kiongozi katika kanisa letu, mimi mchungaji Joseph Gabriel Marwa, ninakiweka wakfu kitabu hiki na kukizindua rasmi kwa ajili ya matumizi, katika jina la Mungu Baba, Mwana, Mtakatifu tatu moja, amen. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, ninakushukuru Mungu kwa ajili ya kitabu hiki uliweka wazwili ndani ya mtumishi wako, aweke ufunuo huu wa fundisho la kitabu hiki kinachoitwa Ishi Viwango vya Ufalme wa Mungu, Maisha ya Mwombaji na Reverend John, John Peter Lubuva. Nakiweka mikononi mwako, mafuta Roho Mtakatifu yaambatane na ufunuo huu, na kila atakaye kisoma kitabu hiki, maisha yake yachukue hatua mpya, na yakabariki maisha yake sawasawa sawa na kusudi lako katika jina la Mungu Baba Mwana na Roho Mtakatifu, amen. bwana yesu asifiwe wa ninaomba wale watu kumi wa kwanza ambao wanaweza wakasema mimi ninaomba nimuunge mkono ndugu yangu huyu kwa shilingi elfu kumi watu kumi wa kwanza huo mbaraka uende kwao na kitabu hiki kinauzwa shilingi elfu kumi kitabu hiki kinauzwa shilingi elfu kumi wameongezeka basi wawe ishirini basi, kitabu hiki kinauza elfu... subiri, subiri tu, subiri. Wawe ishirini basi, wawe thelathini Eh, naona no, wamekuwa wengi sasa. Wewe unayetaka kuja kuchukua kitabu hiki, njoo hapa kwa shilingi elfu kumi. Sogea tu hapa, na zoezi hilo watatusaidia hawa ndugu zetu. Karibu sana mwenyekiti Amini, mkurugenzi wetu wa idara anasema yeye amekizindua kitabu hiki kwa shilingi elfu hamsini kesh. Mungu akubariki sana. Vinakuja jamani, vitabu hivi ni nyenzo nzuri sana jamani. Amina, ni nyenzo nzuri sana naupata sana kitabu. Amen. Haya, nataka haya. <laughs> Nani mzee kati yenu? Huyu hapa, huyu mzee huyu huyu hapa huyu nani mzee kati ya wewe na wewe? Haya, huyu hapa mtampa. Ah, sasa fanyeni hivi, hebu simameni kwa pale, hivi vitabu vinakuja ili tuweze kuendelea na mambo mengine. Amina. Hivyo hapo vinakuja hivyo hapo. Hivyo hapo. Usiondoke hivyo hapo usiondoke. Haya, wote mliotoa fedha yangu, nataka mara moja tu. nani? Yesu, nataka kufanana nawe Yesu

Umezinduliwa rasmi sasa, katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Ni maombi yetu ya kwamba Bwana atatuonekania, Bwana atajifunua, Bwana atatenda zaidi, na kambi hili litakuwa la baraka kwetu, hatutarudi majumbani mwetu kama tulivyokuja, katika jina la Yesu Kristo. Kwa biwili, kwa. Amen. Basi tunashukuru Mungu kwa ajili hilo na tumemaliza. Katibu Mkuu, tunakushukuru sana, asante sana. Basi ni mwombe makamu endelea hapa wakati nakwenda kumsindikiza katibu Asante sana. Hebu Asa, mpungie mkono katibu wetu mkuu wakati anaondoka. Ongeza tena.